yake yalitokana na ziara ya, ya Mheshimiwa Balozi wa Tanzania pa UK, Mheshimiwa Mbelwa wa Kairuki alipokuja kumtembelea hapa Leeds kwa kuwa hapa tuna project ya football ambayo inadhaminiwa na Elite, kwa jina lake ni Umoja, ambayo ndio ina ina, ina, inashughulikia ina, ina, ina masuala ya mpira kwa vijana wetu wa Kiswahili na wasiokuwa wa Kiswahili hapa Leeds. Alivyoweza kuona alivyoona kwamba maendeleo ya vijana yako vizuri hapa, akasema hii ni njia nzuri ya michezo ya kuweza kuwakutanisha wana diaspora na waswahili wote ambao wako hapa UK. Kwa hiyo tukapata wazo la kusema kwamba tuanzishe hii Swahili UK Bonanza. Swahili UK Bonanza ilipoanza, iliundwa komiti ambayo wa imeshirikisha miji yote takriban liokwepa hapa kamati yake ambayo na inafanya mikutano kila baada ya muda kuratibu ili swala na kubwa ilikuwa ni kutafuta udhamini uadhamini. Bahati mbaya, bahati nzuri, udhamini hatukupata mkubwa sana. Kwa hiyo udhamini mkubwa wa mashindano haya au tamasha hili yanadhaminiwa na umoja, yani sisi ndio tumechukua thamana kubwa sana ya kudhamini mashindano haya. Tumepata udhamini wa zawadi ambazo ni makombe na trofi kutoka Tanzania Commercial Bank na mdhamini mkubwa kabisa ambaye ametudhamini kwa nguvu zote ni Just Fit, ambaye mmiliki wa maduka ya vifaa vya michezo Dar es Salaam ambaye ana maduka karibu matatu Dar es Salaam, liko Masaki eh, liko eh, Keko na nyingine liko Mlimani City eh, Direkta Salim anatuma mwakilishi wake badala ya kuwa naye hapa na ndio mdhamini ambazo mnaziona hapo, lakini mambo mengine yote tumedhaminiwa na eh, mdhamini unalizi. Madhumuni ya mashindano haya sio mpira tu kwa vile ni ya mashindano ya wa Tanzania wote, amini, wana diaspora wote, tunategemea huko mbele inshallah, tutakuwa na michezo uh, mingine nzima na haya mashindano vile vile sio kwamba yanafanyika Leeds tu, ku host kwa mara ya kwanza tulikuwa Leeds, lakini tunategemea kwa huko mbele tutaendelea na miji mingine ambayo tutakuwa tayari kupokea mashindano haya kubwa. Tunaloomba katika mashindano haya sio ushindi bali kujidai. Kubwa tunaloomba katika mashindano haya ni kwamba lifanikiwe na moja kuu katika kufanikiwa mwanza yetu ni discipline. Hapa tumekuja kutangaza nchi yetu, tumekuja kutangaza Uswahili. Kama tutaonesha discipline nzuri ambayo itatufanya kwamba tujijengee sifa kama sisi ni watu kutoka East Africa but ni good katika nchi za kigeni, ni vizuri sana. Kwa hiyo discipline fundu ya mwanzo, ushindi tuweke ni namba mbili, tusikimbilie ushindi ikawa tunafanyiana vitu ambavyo sio sawa. Tuweke discipline, ndio itakuwa vizuri. Mheshimiwa balozi tutakuwa naye baadaye, njiani anakuja, ambaye atakuja kufunga mashindano yetu na kutoa zawadi. Ufunguzi hapa, eh, tunaye Dr. Kasim Said Mwichondi, yeye ni senior lecturer sasa hivi yuko Qatar na ni professor professor zamani Dr. ni professor eh, Kasim Said Mwichondi eh, ambaye anafundisha Qatar sasa hivi, amefundisha Leeds University hapa, amefundisha Sheffield University kwa sa, sasa hivi yuko Qatar Eh, eh, Profesa Kasim eh, ni mmoja wa wanzilishi wa Leeds Cultural Community Swahili, wakati huo enzi hizo, mimi nilikuwa mwenyekiti, yeye ndiye alikuwa katibu wa community eh, yetu, hizi tui eh, mmoja katika waestablish wa, wa hii community yetu. Kwa hiyo leo amekuja faaee kutoka kata tuja kusupport mashindano haya na tunamshukuru sana Kweyo. Kwa kwa yeye pia tuna maneno mawili matatu ya kuzungumza kabla hatujakwenda kuanza game yetu ya kwanza. Nisiwachoshe sana, tutapiga wimbo wa Tanzania kwanza wa taifa. Naomba tuimbe kwa pamoja, tukimaliza hapo Dr. Kasim atazungumza mawili, then tutaendelea na mashindano yetu. <gibu> <gibu>

said Mtondi kutufungulia mashindano yetu <coughs> eh, Dr Said, eh, Prof eh, Kasim akimaliza kuzungumza na nyinyi hapa kwa dakika tatu -ta atakwenda uwanjani kule, kabla pambano kuanza, atapiga penati kuashiria ufunguzi wa mashindano yetu. Asante, asante <coughs> asante sana tiba. Uh, mashindano ya Swahili Bonanza, Swahili Bonanza oye! oh yeah. Swahili Bonanza 2025 oye! <coughs> Asanteni sana shukurani na furahi sana leo kukuoneni nyote hapa kutoka miji minane ya Uingereza. Kwa wengi wetu ambao tumekuwa hapa katika jiji la Leeds kwa miaka mingi, hii imekuwa ni moja ya ndoto ambayo tumekuwa nayo kuwaona Watanzania wakijumuika namna hii. Na pengine pongezi kubwa ziwaendee Umoja Leeds ambao walianzisha Club project ya mpira kama sehemu ya umoja wa Waswahili wa palizi miaka kadhaa iliyopita, wamepitia changamoto nyingi lakini wamekuwa very resilient, wamekuwa ni watu ambao wana determination na leo mimi alipokuja barozi hapa ilikuwa mwaka jana, ile mwaka juzi nafikiri, tukazunguka naye hapa kuangalia vijana walichokuwa akifanya, na barozi akasema hii bonanza ikifanikiwa atakuja, na mimi nilikuwa naondoka hapa mji huu na hamia nchi nyingine, nilikuwa nakwenda Qatar. Nikasema na mimi hiyo tarehe 31, Mwenyezi Mungu akinipa uhai na uzima, nitakuwepo na leo, alhamdulillah. Sasa michezo michezo ni ajira. Michezo ni sehemu ya lifestyle ya afya zetu. Ninyi nyote hapa ni vijana, na sisi msituone hivyo, tulikuwa kama ni at one, at one point. Lakini ukiendelea hivi mimi hapa nilipo na umri wangu bado nakimbia kilomita 10.5 every other day, mnaogelea mita moja mia mbili every other day and you can only do that kama mnafanya activities kama hizi zilizonazo. Kwa hiyo, kwa wanajumuia mliotoka Glasgow Mliotoka Birmingham, mliotoka Coventry, mliotoka Leicester, mliotoka Hanslow, mliotoka Slough, mliotoka Newcastle, na wanangu hapa vijana wangu wa Leeds, na nakukaribisheni, na tumefurahi sana kukuoneni hapa na, na kutakieni kila la kheri, atakayeshinda yoyote Si kwamba ni mbora kuliko wote, bali ndio siku za kwamili namne. Shukurani sana zimwendee Balozi Mbelwa Kairuki na timu yake, hususan Ali Mtanda wa ubalozi ambao umefanya juhudi kubwa sana kuhakikisha ili swala ama uh, ili tukio linafanyika kirahisi. Shukurani kwa Tanzania, kwa masho bank, shukrani, shukurani kwa Just Fit uh, na pia kwa kwa kamati nzima ya maandalizi haya. Kwa hiyo hadi tutakapokamilisha hili suala leo, na baada ya hapo, tunataraji tutakuwepo Glasgow inshallah, tutakuwepo Birmingham, tutakuwepo kwingineko. Kwa hiyo nakukaribisheni sana, na kwa maneno haya naomba nitamke kwamba Bonanza UK 2025 open. Asante sana Profesa Kasim, asanteni sana washiriki wa mashindano haya ya UK Swahili.